Nami naitwa Nancy Okware anayepeperusha matangazo yao kwa lugha ya ishara, leo hii ni Byron Abuli. Polisi mjini Nakuru wamewakamata washukiwa saba na kupata bunduki aina ya AK-47 kufuatia kisa cha ufyatuaji risasi kilichosababisha kifo cha afisa mmoja wa polisi na kuwaacha wengine wawili wakiuguza majeraha mabaya risasi. Kamishna wa Kaunti ya Nakuru Loyford Kibaara anasema afisa huyo aliuawa wa wakati wa makabiliano ya risasi na wahalifu waliokuwa wamejihami siku ya Jumapili katika eneo la Bondeni. Makabiliano hayo yalitokea wakati polisi walipokuwa wakifuata genge la wahalifu wanaoaminika kuhusika na visa vya uhalifu katika eneo hilo. Polisi mjini Nakuru wanasema wamewakamata washukiwa saba wanaohusishwa na mauaji ya afisa wa polisi katika eneo la Bondeni, ambapo maafisa wengine wawili walipata majeraha ya risasi. <totipane> Washukiwa watatu walikamatwa katika eneo la tukio, huku wengine wanne wakikamatwa katika nyumba ya kulala wageni katika eneo la Tahidis ambapo wanaaminika kujificha the Uh, Kamishna wa Kaunti ya Nakuru Loyford Kibaara anasema baada ya kukamatwa kwa saba hao waliwaongoza maafisa hadi mahali ambapo bunduki aina ya AK-47 inayoaminika kutumiwa na genge hilo ilipatikana. Because we also want to know the source of hizi risasi tuko nazo hapa. So you can see now at the point tumeipata tumepata ikiwa imebakisha risasi tatu. Genge hilo linaripotiwa kuwafyatulia risasi maafisa wa polisi waliokuwa wakiwafuata siku ya Jumapili na kusababisha makabiliano makali ya ufyatulianaji risasi. And out of the shootout at around 8:30, we, we were able to track the entire night, the systems of these fellows in a place hidden where they could keep their firearm in a place near Kalonjing there Kibaara aliwaonya wahalifu kuwa hawatalegea katika juhudi za kulinda maisha na mali, huku akiahidi kusambaratisha mitandao ya uhalifu katika kaunti hiyo. Miongoni mwa washukiwa waliokamatwa, sita ni raia wa kigeni, huku mmoja akiwa mfungwa wa zamani. Katika taarifa, msemaji wa huduma ya taifa ya polisi Michael Nyaga alituma ujumbe wa rambirambi kwa familia ya afisa aliyouawa huku akiwatakia afueni ya haraka maafisa waliojeruhiwa. Washukiwa hao watafikishwa mahakamani siku ya Jumanne.